Ni kwamba mkoa wa Geita kuna polisi takribani elfu moja na lakini, hawa polisi asilimia kubwa wanaishi katika nyumba za kupanga katika tuseme kwenye mitaa mbalimbali. Baada ya kupata hili jambo na baada ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kutuita, tulikaa na tukafanya tathmini na mwisho wake tukakuja na swala hili la uzinduzi wa ujenzi wa nyumba za polisi kwa tathmini tu ndogo ni kwamba tulipotathmini tuliona kwamba boma moja linaweza likachukua kati ya milioni kumi na tano mpaka milioni ishirini, lakini kwa nyumba nzima inaweza ikaenda mpaka milioni arobaini. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna uwezekano kwa nyumba mia moja ambazo zinataka kujenga zikatugharimu zaidi ya shilingi bilioni nne. Wawekezaji wa mkoa wa Geita tutakaposhirikiana kwa pamoja, tunaamini kabisa kupambana na kuhakikisha tunafikia lengo, hata kama ni kwa baada ya mwaka mmoja, lakini tuweze kufika lengo hili ambalo tuliweza kujiwekea. Target yetu ni kwamba tutakapofika mwezi wa kumi tuweze kukutana hapa, tukute kwamba tumekamilisha angalau kwa uchache maboma angalau 30. Niwaombe basi uh, wananchi lakini wafanyabiashara na pamoja na wawekezaji wote wa mkoa wa Geita waweze kushiriki kikamilifu katika zoezi hili ambalo linaendelea katika mkoa wetu, na hakuna mtu asiyefahamu thamani ya hawa ndugu zetu askari. Ni kweli kabisa, tukiwa, tukisema leo IGP akitangaza kwamba waende likizo siku mbili tu, wasifanye chochote mtaani Jamani, leo na kesho, askari, na kesho hamna askari. Naamini kabisa kwamba hii haitakuwa tena nchi. Kila mwekezaji katika mkoa wa Geita ashiriki, kila mfanyabiashara katika mkoa wa Geita ashiriki, hata wale wadogo ambao anaweza akaja akaleta nguvu tu, basi nitoe wito kwamba aweze kushiriki. Mwisho wa siku, tunatamani kwamba tuweze kuona lile lengo tunalitimiza ndani ya wakati.